Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu sana kwa wakati huu. Saa hii tunaenda kuzungumzia juu ya wanandoa ambao wako na mipango za kando ndani ya simu za watu. Kuna majina ambayo watu wamesave ya wapenzi wao. Hilo jina ambalo umesave huwa anaitwaje? Kwa sababu mumeharibu sifa za ndoa, ninaomba hivi siku moja hilo jina likaweza kupatikana, hizo messages ambazo huwa mnatumiana, sikaweza kupatikana mkipigiana simu mnavyoongea, siku moja mukaweza kupatikana mkiongea, hizo message za pesa ambazo huwa unatumiwa ndani ya simu yako, siku moja sikaweza kupatikana, hizo picha ambazo huwa mnatumiana, siku moja mkaweza kupatikana, nitafurahia sana. Amina.